Katibu wa kata, viongozi wa tawi, wajumbe wa kamati ya siasa ya tawi na viongozi wote mliopo hapa, wananchi, wadau wa hili banda, habari za muda huu. Kidumu chama cha mapinduzi. Mimi nitazungumza mambo matatu. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Mtenga Hasani, mbunge wa jimbo la Mtwara Mjini, ameniagiza kuja kukabidhi bati. Atakabidhi jumla bati kumi na tano na kubwa zaidi anapenda ameniagiza niwaeleze kwamba kipekee, mpaka muda huu ulipofikia, wananchi wa Magomeni mna nafasi ya pekee kwenye moyo wake. Yuko Dodoma, ameniagiza niwaeleze hivyo kwa sababu anapata ushirikiano mkubwa, anapata ushirikiano kuanzia viongozi wa kata mpaka wa chini hivyo yeye anaona bado ana deni na nyinyi, kwa licha ya yote ambayo mmeyasema hapa amewafanyia, lakini bado ana deni kubwa kwa wananchi wa Magomeni na kata ya Magomeni. Sasa tulikuwa na katibu wa kata juzi. Kuna jambo muhimu linaendelea ambalo, ili tufanikishe azma hii, lazima tujipange. Ukiachana na michakato mingine kwa sasa, tunaendelea na uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura Nitumie nafasi hii kwa niaba ya mheshimiwa mbunge kuwasisitiza, twendeni tukajiandikishe, kwa sababu tusipojiandikisha tutakuwa hatuwezi kumpigia kura wagombea wetu ambao tumewafanya nini, tumewaazimia. Kwa hiyo viongozi wa chama wanalijua, na ninashukuru nimesikia wamekaa vikao, wanapanga. Basi na wananchi wa kawaida, mkaazimishane kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kwao baada ya kusema hayo jambo la tatu ni mimi kwenda kukabidhi bati kwa niaba ya mheshimiwa mbunge Hassan Selemani Mtenga mimi kwa majina hivi nimejitambulisha naitwa Elia Msongwe lakini nipende kutambua uwepo wa katibu wa tawi eh, Bibi Napinda. eh, eh, mtu kazi eh, eh, kwa hiyo baada ya kusema hayo niko tayari kukabidhi bati Asante sana.